Naelewa mtu anapokuwa napatwa na shida anakuwa hana uwezo wa ku, ku, kuweza kugharamia gharama mbalimbali. Kwa hiyo ni iwe ni fursa ya kuonesha utu zaidi kuliko kutumia majanga haya kama fursa ya kibiashara k kwa, niombe kwamba kama kuna mtu yoyote anahitaji kusaidia, ofisi ya mkuu wa mkoa iko wazi na taratibu zote ziko wazi kwamba mkuu wa mkoa ndo ana, ana, ana shughulikia hayo mambo kwa kushirikiana kwa karibu kabisa na mkuu wa wilaya ambaye ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa raia wote katika wilaya ya Msoma Manispaa ambaye ni Mheshimiwa Juma Chikoka. Kwa hiyo ni waombe wananchi wote wa mkoa wa Mara na wale wote ambao Watanzania ambao wana wamepata huu msukumo wa kutaka kushiriki au kutaka kunyosha mkono wa pole kufuata huo taratibu. Lengo letu kubwa hapa ni kutoa shukrani kwa mheshimiwa rais kwa moyo wake wa upendo alioonyesha kwa wakazi wa Msoma, lakini zaidi ni kuwaomba vijana wa Msoma e, na vijana wote wa mkoa wa Mara e, kushirikiana na chama na serikali katika wakati huu ambapo e, wanahitajika, kuna uhitaji mkubwa wa kushirikiana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanasaidia katika zile shughuli za kuhakikisha kwamba E, wanarudisha hali iliyokuwepo awali kabla hayo majanga kutokea, lakini tunapongeza pia uongozi wa chama e, mkoa na uongozi wa serikali mkoa kwa pamoja kwa kushirikiana kutatua e, tatizo hili. Wamekuwa na wananchi bega kwa bega tangu usiku huo wa tarehe ishirini na tatu majanga hayo yalipotokea mpaka sasa, e, nyumba zingine zimeanza kurudishiwa mabati na vyakula na vitu kama hivyo. Kwa hivyo Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara e, tunapongeza zaidi kazi hiyo inayofanyika na kuzidi kuwasihi wakazi wa Msoma kuwa na subira, wakati huu ambapo serikali inaendelea kufanya tathmini ili iweze kujua ni kiasi e, gani wameathirika, na waweze kufanya chochote kuhakikisha kwamba wananchi wanarudi katika hali yao ya kawaida.